na kuhusieni tena kwa mara nyingine, lakini hayo yote sambamba na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu tukufu, tukiwa tupo katika siku ambayo ni miongoni mwa masiku ya watu ambao wako na faraja, ama wako na furaha lakini nini ambacho kimepelekea mpaka ikawa ni sehemu ya furaha kwa kila mwanadamu ambaye amepambazukiwa na siku ya leo? Lakini pia ni yepi hasa yale ambayo yamemsukuma mwanadamu akafika kuwa ni mwenye kuwa masururu, mwenye kuwa na furaha na akawa ni mwenye kuwa na amani ya kutosha, lakini pia na akawa ni miongoni mwa wanadamu ama mawaja ambao wanayakini mbele ya mwana wao kuwa wamo katika njia iliyonyooka ama njia iliyokuwa sawasawa. tukirudi nyuma katika historia

kufanya yale maamuzi ambayo alikuwa anaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hakuyafanya tu kwa kuwa yeye ni baba juu ya mwanaye, lakini alimshauri na mtoto wake katika Qur'ani pale aliposema, falamma balagha ma'hu saya qala ya bunayya ini ara fi lmanami ani adhbahuk fandur, fandur madha tara. Mtoto huyu kwa kuwa alilelewa katika maadii, alilelewa katika misingi, alilelewa katika mienendo ambayo ni sahihi, ya kuwa na adabu, si kama watoto wakileo baadhi yao

naota Mwenyezi Mungu ananionyesha katika usingizi, na sikunionyesha tu. Hii inaonyesha ama ni ishara ya kuwa mimi ni kuchinja wewe. madha tara ya buni, unaonaje mwanangu, mtoto? Ndipo akamjibu riwaya zingine zinasema miaka 80 zingine miaka 86 lakini ifahamikwa miaka themanini na ndo anapatikana mtoto huyu, sambamba na umri wa wazazi wake kwenda, lakini akathubutu kulelewa katika mazingira yaliyokuwa mazuri, ama malezi yaliyokuwa sawasawa. Leo tukija katika jamii ambayo tunaishi nayo hivi leo watoto tumekuwa tukijipinda kuwafunza ama kuwaelimisha elimu ambayo inawatambua wao ama inawafanya wao wajitambue wao watoto ni akina nani, lakini pia si akina nani tu hata pia watoto hao wawezi kuwatambua hao wanaoelimisha wa elimu hizo, watoto hao wawatambue, bimaana kama ni maalim ama wazazi ama majirani na ndugu watoto wanafundishwa taaluma hizo waweze kuwatambua wazazi, waweze kuwatambua waalimu wao, lakini kubwa kuliko waweze kutambua sheria za Mwenyezi Mungu Subhana Namindu, sallama, na mienendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambayo amekwisha kutufunza na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika moja ya nyusia zake alizoziacha muda mfupi kabla ya kuaga dunia, muda mfupi kabla ya kuchukulia ya roho yake, muda mfupi kabla ya kuondoka, ama ya kufikwa na umauti, alizungumza mengi katika kutoa nyusia, lakini moja ya nyusia aliyoitoa alisema: taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik tukum ala mahajati albayda, nimekuachieni nimekufunzeni mazuri mengi, nimekupeni njia za kufuata, nimekupeni miongozo ya kutosha, nimekupeni mwangaza ya kutosha, nini ambacho mnatakikana mkifanye na yapi ambayo mnatakikana msiyafanye ama kutokuyaendea nyeupe kabisa, nimekuongozeni lailuha kanahariha ambazo ukifika usiku yeti ambayo uyafanyi ambayo Mwenyezi Mungu amekuamuru uyafanyi. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ametupa direction, ametupa kanuni nzima katika Qurani, ametuelekeza yapi mazuri ya kuyaendea na yepi mabaya ya kuendea nyakati za usiku wanahari ha, na hata ikifika mchana pia, yepi ambayo pia muyafanye, na yepi ambayo pia hamtakiwi kuyafanya. La yazighu anha illa halik, hawezi ku, kufaulu juu ya haya, wala hawezi kuyatambua mtu ambaye tayari yeye ameshakuwa tayari kuwa ni mwenye kuangamia. Ukichakua njia ama ukiacha haya yote ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupa kama sehemu ya mwangaza ama kama dira ya kuiendea mafanikio ukaachana nayo la yazighu anha illa halik, wewe utakuwa umeshapotea ambayo tumepewa na bwana mtume Muhammad, ndio miongozo ambayo tunatakiwa tuishi nayo sambamba, lakini pia tushikamane na yale yote ambayo anwani ilisema. Tupo katika masiku ambayo kama ni leo na kesho, masiku ambayo kila mmoja mbele ya Mola wake anajiona yeye ni miongoni mwa waja waliofaulu, anajiona yeye ni miongoni mwa waja ambao mashallah kama wa kuna waliofunga Mwenyezi wa Mungu awatakabalie saumu, lakini pia kuna ambao nao wanasherehekea eh, sikukuu ya Idi, pia nao Mwenyezi Mungu awape jazaa. Nini lengo wote? Oh, hao ni wanatafuta radhi za Allah. Kila mmoja anatafuta radhi za Allah kwa mujibu wa jitihada zake. lakini moja ya mambo ambayo unatakiwa uyazingatie, ewe msikilizaji na mtazamaji, moja ya mambo ambayo unatakiwa uyazingatie kama wewe ni mzazi ama wewe ni mlezi ama wewe ni msimamizi wa jamii fulani ama wa familia fulani, jitahidi sana katika masiku haya kuwa ni mwenye kuwa mwadilifu. Inawezekana unawalea watoto, inawezekana unawalea mabinti ama vijana, na uadilifu unaozungumziwa ama naozungumza hivi sasa ama hivi leo sio uadilifu wa kuwanunulia tu mavazi yaliyokuwa sawasawa kama umewanunulia abaya wote, abaya za bei moja. Kama umewanunulia kanzu, basi kanzu za bei moja. Sio uadilifu huo tu, pamoja na kwamba ni uadilifu huo, lakini pamoja na uadilifu wa kuiamurisha hiyo familia ama hiyo jamii unayoilea ama kuisimamia, uhakikishe wanajitahidi, hiyo familia inajitahidi kumwabudu ama kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwogopa Mwenyezi Mungu katika masiku haya ambayo kila mmoja anahisi yuko huru, kila mmoja ambayo anahisi anaweza kwenda kutembea popote, ili mradi kutekeleza ile furaha yake, kwenda kuenjoy sehemu yoyote ambayo anajisikia kwenda kuenjoy. Hivyo basi natoa wito kwa wazazi natoa wito kwa walezi na hata pia natoa wito kwa wale ambao ni wasimamizi wa jamii ama familia fulani. Allah, Allah, Allah, Allah, tuwachunge sana watoto wetu, tuwachunge sana, tuchunge sana familia zetu zisije zikamkosea Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kwani ndani ya masiku haya ya Dhulhijja, Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala yupo karibu mno mm, na waja ambao wako wanamwomba Mwenyezi Mungu wako wanamlilia yeye, wamenyanyua mikono yao watu maelfu na maelfu na maelfu na maelfu, wamenyanyua mikono kumlilia Mwenyezi Mungu sehemu mbalimbali, sehemu chungu mzima za ibadati, wanamlilia na Mwenyezi Mungu anaitika maombi yao. Iweje leo wewe mzazi, ama msimamizi, ama mlezi ushindwa kuwasimamia ama kuisimamia familia yako ama jamii unayoilea iweze kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni moja ya mambo ambayo kila mwanadamu ama kila aliyekuwa ni msimamizi. kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun na an ra'iyati, kila mmoja wenu ni msimamizi, kila mmoja wenu ni mchunga, kila mmoja wenu ni kiongozi na utakuja kuulizwa na kile ambacho unakiongoza ama utakuja kuulizwa na kile ambacho umekisimamia, ama utakuja kuulizwa kila yule ambaye alikuwa chini yako ulimuongoza vipi? Ulimpa njia gani za kumtambua Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala? Ulimweleza vipi, haya ni mazuri, haya ni mabaya akaweza kuyaepuka yale mabaya, na akaweza kuyaendea yale yaliyokuwa ni mazuri. Himma himma sana, hususan siku za Idi. Siku za Idi, familia zetu tumezinunulia mavazi mazuri, tumezinunulia mavazi ya thamani mno familia zetu kila mmoja amehakikisha mtoto amepata suruali na shati ama kanzu ya thamani, ama ni wewe mwenyewe mama au baba umehakikisha umevaa vizuri, lengo ithibiti ile furaha yako uliyonayo, eh? Kama sehemu ya furaha siku ya Idi. Lakini je, na hata moyo wako pia nao umeunawirisha, umeuvisha vazi ambalo

Tatokea mja wa mwenyezi Mungu akawa hajajipamba na vazi la uchamungu, akawa hajajipamba na vazi la kumwabudu Allah Subhana, akawa hajajipamba na vazi la kumwogopa mwenyezi Mungu Subhana, hajajipamba na vazi la kuyatekeleza yale mazuri ambayo mwenyezi Mungu amemwamuru kuyaendea tajarrada uryana walau kana kasiya, hata kama utamwona amevaa kanzu za bei ghali, hata kama utamwona amevaa suruali za bei ghali, lakini bado atakuwa yeye ni uryana, atakuwa ako uchi. Hata kama utamwona amevaa guo la chuma, lakini bado yuko aura. Akaendelea kusema wa khairu libasi almar'i e, na bora ya vazi la mja na vazi bora la mja ambalo anatakiwa kulivaa mja huyo ta'at rabbi, ni kumcha mola wako tu, kumcha mola wako ndio vazi ambalo unatakiwa ujipambe nalo, ndio vazi ambalo unatakiwa ujipambe nalo, ndugu yangu muislamu wala khaira fi man kana lillahi asia, wala hakuna salama wala hakuna amani wala hakuna tena kuongoka kwa yule ambaye atakuwa mbele ya mola wake ni asi. Usitegemee kwa kumwasi mola wako wewe ukataraji salama mbele ya Allah tabaraka wa taala hatokea. Barimoja inasema Siyo ya kuvaa nguo mpya tu, na hata moyo wako unatakiwa usafike. Asema laisa al-idu liman labisa al-jadid, si idi tu kwa yule ambaye atakuwa yeye ni amevaa mavazi mapya. Al-idu liman khafa yawm al-idu. Idi ama siku ya Idi ni siku ambayo eh? Ni siku ambayo kana kwamba siku ya kisimamo, siku ya kiyama, ni siku ambayo kwa yule ambaye ana hofu siku ya kiyama ama siku ya kisimamo, ni siku mtu awe na hofu ile siku ya Idi kuwa na furaha na mambo mengine, lakini ndani ya moyo kuwa na hofu ya kuto kumwasi Mwenyezi Mungu, liman khafa yawm al-waid, kana kwamba unakofia siku hiyo mbele ya Mola wako. Wewe ndo umesimamishwa mbele yake, alafu unaweza kumwasi mbele ya Mola wako? Unaweza kuasi mbele ya Mola wako? Lakini pia siku ya Idi ndio siku ambayo kila mja ni sehemu ya kipimo cha imani yake, ni sehemu ya kipimo cha imani ambayo kwamba wewe imani yako iko thabit. Siku ya Idi ndiyo siku ya kipimo cha imani ya mja. Kwa hiyo wewe mzazi, ambaye una familia ama una jamii unaisimamia, basi hakikisha jamii unayoisimamia inaendana na misingi na malezi yaliyokuwa sawa sawa yale ambayo ametuamuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sio kuipa uhuru familia kwenda kufanya yale ambayo wao wanajisikia wenye mabinti mabinti zao watarudi saa tatu usiku saa nne mpaka saa tano ulikuwa wapi bichi Tulikuwa wapi? sehemu fulani za starehe. Tulikuwa wapi? kwenye maonyesho fulani. Tulikuwa wapi? sehemu mbalimbali za kuogelea ama vinginevyo. Tusiwaachie familia ama, tusiziachie tusi familia zetu zikawa na uhuru wa kiasi hicho. Na hata pia katika adala ya kuwanunulia mavazi na mengineo, basi pia tujitahidi katika haya, Naye pia ni miongoni mwa mambo ya uadilifu ambayo tunatakiwa tuyazingatie sana, kwani uadilifu ni kitu ambacho hata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa akikifanya wakati wa uhai wake. Alikuwa anahakikisha anatenda uadilifu, anafanya uadilifu.